Nitakuwa sitakitendea haki chama cha mapinduzi kama sitampatia nafasi Msigwa kusema lolote kwenye msiba huu. Kama mnavyofahamu, Msigwa amehudumu kwenye jimbo hili kwa miaka kumi akitokea upande ule mwingine. Sasa hivi ukiwataja makada kindakindaki wa chama cha mapinduzi kumtaja Msigwa. Sasa, Msigwa sema neno katika hadhara hii. Bwana sifiwe! Bwana sifiwe! Wa Kristo wa tunasalimia na Bwana sifiwe, amen. Amen. Nashukuru sana Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, imekuwa surprise lakini niseme tu msiba, mji wetu wa Iringa umepoteza senior citizen, mzee wetu. Sisi kwa sisi eh, ni vigumu sana watu wa umri wetu kutokumfahamu kumfahamu, na wengine tulikuwa tunacheza mpira hapa, timu za wandalazi lipuli, tunafahamiana sana na nafahamika. Kwa kweli mzee kwa misimamo yake, niseme tu neno fupi kwa familia yake kwamba ukimwangalia twiga anapozaliwa anaanguka umbali wa futi sita, inamchukua dakika thelathini tu aanze kukabiliana na ulimwengu huu. Kuna predators, wale wawindaji wanataka wa mule, lakini anaanza kupambana, anaanza kukimbia. Lakini kwa binadamu inachukua miaka kumi na nane tu eh, jamii kuamini kwamba we ni mtu mzima. Wakina Fredi na Fadhili, mlipata bahati ya kuwa na mzazi ambaye alikuwa focused, alikuwa anaweza kuwafundisha mambo mengi, ameanza biashara hakuna, sijua sisi kwa sisi hapa mjini. Lakini afred, nawe umeiga nyayo zake. Ni bahati kubwa kwa mji wetu kuwa na mzazi kama huyu. Mimi sioni kama huyu ni msiba, tufurahie maisha ya mzee wetu ambaye ameleta tumaini na mwanga huko mbele zaidi. Najua alitufunza tumejifunza mambo mengi kutoka kwake, na sisi sote ambao wazazi wetu walitufundisha, tulikuwa hatuwezi ku kichwa chetu kinalala, lakini tumejifunza mambo mengi. Hebu tuache mchango mkubwa tunapoondoka kama mzee Fabian. Thamani ya utu wetu haitokani na umri mrefu tunaoishi hapa duniani, ila tija tunayoileta hapa duniani, na mzee Fabian ameleta tija katika mji wa Iringa. Asante sana kwa heshima uliyonipa kiongozi.